Haleluya! mm -hmm. Wapendwa, natumai mko salama popote mliwepo. Tunamka na bwana na kipindi chetu cha mka na Bwana. Mungu ni mwema, ametukirimia siku ya Ijumatano ya baraka. Tuko kwenye maombi prayer and fasting ya wiki mbili, leo ni siku yetu ya pili. Basi mungu awabariki pamoja nasi. Mungu awainue wewe unayesikiliza sauti yangu, Mungu akubariki. Hayo mambo yalikuwa yamekataa, naona Mungu anatenda. Usihofu na usijilaumu, Mungu iko in control. Basi bila kukawia, leo sikawii sana, achasome kitabu cha Matayo nane tisa na kumi tayo sura ya nane mstari wa tisa na kumi Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nahitaji kukwambia kitu kimoja. Huyu akida wa jeshi alizisikia habari za Yesu akatuma watu wamuitie Yesu, akatuma watu wamuitie Yesu. Basi watu walipomfikia Yesu, walimsi kwa kuwa huyu baba alikuwa anafanya kazi, anajitoa. Wakamwambia alitusaidia, yeye ndo ametujengea sinagogi. Kwa hiyo, alijenga kanisa. Basi wakamtii Yesu, akakubali akaenda. Mtumishi wa huyo akida wa jeshi alikuwa mautiuti. Akida wa jeshi alivyomtazama Yesu kimtazamo, aliona Yesu ni kama jemadari, hastahili kuingia ndani yake, achukue muda mrefu kwa kuomba. Jambo lililomshangaza Yesu, akasema na mimi ni mtu mwenye mamlaka nikitoa oda linafanyika hivyo hivyo. Kwa hiyo akamwambia Yesu, na wewe we ni mtu mwenye mamlaka, sema neno tu mtumishi wangu atapona. Kwa hiyo Yesu akashangaa kwa imani kubwa. Shida ni hii, swali ni hili hapa. Kwa hiyo kilichomshangaza Yesu ni kwamba alimwambia, sema neno tu mtumishi wangu atapona. Yesu angeweza kusimama akasema neno kabla hajaingia ndani, bali alingoja imani ya huyu mtu. Alipoona hivyo, ina maana Yesu hakungoja kuingia na kumwombea, bali hiyo imani ya huyo baba imemponya mtumishi wake. Watu wengi humtaja Yesu mdomoni, lakini hawana ufunuo wa Yesu. Kilichomfanya huyu baba mambo yawe rahisi Yesu amekuja naye tayari akapata ufunuo. Mpendwa, kinachokusababisha unalia, kinachokusababisha una hofu, kinachokusababisha unakata tamaa, ni kwa kuwa hujapata ufunuo wa huyu Yesu. Magonjwa ulio nayo, ungeujua kwamba Yesu ni mponyaji na alipigwa ili upone, hungekata tamaa. Ungejua kama Mungu anabadilisha mambo, hungelizwa na situation unayoipitia. Ungejua kwamba hakuna jambo linalomshinda Yesu, hayo ambayo yanakusumbua moyo, haungelia. Basi huyu akida wa jeshi, ufunuo aliyoupata kwa Yesu umemsababisha mambo yake yanakuwa haraka na hayachelewi. Basi nataka kukwambia, <laughs> unatakiwa ujifunze sana na usome sana na Mungu akupe neema kufunuliwa ukuu wa Yesu. Ukifunuliwa ukuu wa Yesu, mambo yatakuwa mepesi. Ufunuo wa kumjua Yesu unakubebea kusababisha mambo yako yanaenda haraka. Ukifunuliwa ukuu wa Yesu, jambo ambalo lingeshika miaka linaweza likashika muda mchache sana, likashika miezi, lile ni lingeshika miezi, likashika wiki, lile la wiki likashika siku, kwa kuwa kuna ufunuo. Mtu aliyefunuliwa Yesu ni nani kwa maisha yake, mtu mwenye ufunuo wa Yesu, huyu mtu husababisha mambo yake yanakuwa tofauti na wengine. Watu wengi tunaenda kanisani, lakini hatujapata ufunuo ulio ndani wa Yesu. Ndo maana mwimbaji anasema Yesu ni mpana sana na ni mrefu sana. Ina maana huwezi ukamwelewa kwa ufunuo mdogo, bali unahitaji siku hadi siku kumjua, kujua sababu alikufa msalabani, kwa nini amefufuka, kujua yale uliyoyapokea ndani ya Yesu. So ukipata ufunuo, hilo lenyewe limsababisha Yesu hata kukiri, asikiri mambo tu yawe mepesi, na maana ufunuo kwa Yesu unafanya mambo yawe mepesi sana kwako. Ndugu yangu mpendwa, niko hapa nikuambie usikate tamaa, mtegemee Yesu, mambo yatakuwa rahisi. Nimekuja katika siku hii ya Jumatano nikikutangazia kwamba ukijua kwamba Yesu ni mweza yote, mambo yatakuwa rahisi. Ukijua kwamba ni mponyaji, hayo magonjwa yatakuwa. Ukijua kwamba Yesu ni mshindi, hiyo kesi haitakuwa ngumu. Ukijua kwamba Yesu ni mtetezi, wanaokusimamia hawatapata kibali, katika jina la Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Yesu Mungu mkuu mwenye mamlaka na uwezo, anaenda kubadilisha mambo kwako. Simama, amka na yeye, amka na Bwana, anza kuomba, anza kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, rakata zika, begin to pray, begin to pray, begin to pray in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Anza kubadilisha mambo around you, pandisha imani mambo yabadilike katika jina la Yesu, anza kuomba kuomba. Anza kuomba.